Mbunge wa Mwea Peter Njoguna Gitao walikamatwa katika shule ya msingi ya Saa Ali kwa madai ya kutoa hongo kwa wapiga kura. Mbunge huyo ambaye ni wa chama cha TNA katika muungano wa Jubilee anadaiwa kukamatwa kufuatia juhudi za mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kilifi Aisha Jumwa na mbunge wa Embakasi kusini Irshad Sumra anadaiwa kuwa na zaidi ya shilingi laki mbili zilizoporwa na wananchi kabla ya kutwaliwa na maafisa wa polisi hadi kituo cha polisi cha Malindi. Excuse me, excuse me. nimepigiwa simu na my sister, one of my sisters, akaniambia kuna watu wanapeana pesa, hata yeye amepewa 1000 alafu kabla nitoke nikapigwa tena na vijana wengine ambao niko nao hapa pia wakaniambia mama, mnafanya nini? Jubilii napeana pesa, so kwa sababu mimi niko tu karibu na Kakuyuni polling station, nikatoka kwa nyumba, nikatembea, nilipofika nikakuta huyu, uh, jamaa nilikuwa sijajua jina lake, nikamwona anapeana pesa kwa kina mama, nikamuuliza unafanya nini? Akaniambia hakuna kitu, mimi nafanya. Alikuwa amejaza pesa kwa mifuko, mimi nikaanza kushika mifuko yake, akaniambia hii ni pesa yangu, nimetuma naenda kununua maji, na anasema yeye ni agent wa hiyo polling station kiza zake kilishuhudiwa wakati mbunge huyo aliyekanusha madai dhidi yake alipohamishwa kutoka kituo hicho hadi Hulu, eneo lisilojulikana. Within one hour amekuwa release. Officer OCS, hebu mwambie huyu mtu tumemshika na pesa. Hayo yakijiri mbunge wa Kabete Ferdinand Waititu alijipata pabaya alipovamiwa na kundi la wanawake katika kituo cha kupigia kura cha anadaiwa kuhusika visa vya udanganyifu kabla ya kujitambulisha kama ajenti wa chama cha Jubilee katika kituo hicho katika tukio jingine, mfanyabiashara mmoja pia alikamatwa na polisi kwa madai ya kuwahonga wapiga kura kwa noti za shilingi mia mbili. Mfanyabiashara huyo aliyekamatwa na wananchi wenye ghadhabu alikanusha madai hayo, akidai hela hizo zilikuwa za matumizi yake binafsi. Kwingineko, mkurugenzi wa mawasiliano katika chama cha ODM Philip Etale ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu 30 baada ya kukamatwa katika chumba chake usiku wa kumkia Jumatatu. Anadaiwa kupatikana na vifaa vya uchaguzi, huku maafisa wa polisi wakidai alikuwa akinunua vitambulisho vya wapiga kura kwa shilingi 500 hotel. Awali they they aliyetale alikuwa amefikishwa mahakamani ambapo agizo lilitolewa kwa maafisa wa polisi kumzuilia kwa siku tatu akikamilisha uchunguzi.